Nataka nitilie mkazo alilolisema waziri wa elimu. Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali yanayozungumzwa na Watanzania ni pamoja tu watoto waliopata mimba kurudi. Naitwa Saumu Asmani Omari, nasoma shule ya sekondari Tuliani, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Nakumbuka nilikopasa ujauzito nilikuwa kidato cha pili na ndoto yangu ilikuwa ni kuwa ni kuwa mwanasheria. Elimu ya wakati huo ilikuwa ni rahisi, kwa sababu tulikuwa tunasoma mwaka mmoja, mwaka wa pili, mwaka wa tatu na mwaka wa nne. Nilipoisi kuwa ni mjamzito niliumia, kwa sababu naona wenzangu wanaenda shule, mimi bado nabaki nyumbani, na hivyo hata pia wenzangu pia walinicheka na kuniacha nyumbani kwa wakiwa wanaenda shule, kwa mimi nilikuwa nakaa tu nyumbani na kwa mama wa nyumbani. Nilipata msaada kutoka kwa walimu wangu wa shule ya sekondari na kushirikiana na wazazi wangu pamoja na maafisa elimu nione umuhimu kurudi shuleni kuendelea na masomo ili niweze kutimiza malengo yangu na kutimiza ndoto yangu, ndoto ambayo nilikuwa nimeipanga. Na ndoto yangu ilikuwa ni ile ile, kuwa mwanasheria. Nilipata taarifa kutoka kwa walimu wangu wa shule ya sekondari ambapo ndio nilipataga ujauzito, wakishirikiana na wazazi wangu pamoja na maafisa elimu, wakaniambia kwamba kuna elimu ya njia mbadala ambayo mtu kama ulikatisha masomo unaweza ukaenda na kuendeleza masomo yako na kufikia malengo yako. Mama yangu ndiye mtu ambaye alinitia moyo na kuniambia kwamba wewe nenda shule ukasome ili afu mimi nisibaki na mtoto. Kwa hapo nilijisikia vizuri sana. Sikutegemea kama mama yangu angeniambia vile. Nilijua labda naye atakuwa ndo ameniacha nikae tu nyumbani, lakini yeye ndo amekuwa mtu wa kwanza kunipa kipaumbele. Niliporudi shuleni ilibidi nianze tena upya. Kuanza tena kusoma upya mwanzo ili alafu niendelee mbele. Yaani ilibidi nianze tena mwanzo mmoja. Na wakati kule nilipoishia nilikuwa nimesha katikati. Kwa hiyo kanibidi nianze mwanzo ili mpaka nifikie pale alafu niendelee mbele. Ah, wenzangu walinifurahia na pia tulishirikiana kwa kila kitu na tulikuwa pamoja. Nilikuwa nataka nije kuwa na maisha mazuri na niwe nafanya kazi nzuri. Ndoto yangu bado naiona na naamini ipo siku naweza nikaifikia ndoto yangu. Wasichana wenzangu kama mimi ambao walikuwa wamepata ujauzito wasikate tamaa, yaani kwa kusikiliza maneno ya watu, bali wapambane, wanaweza wakatoboa. Namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa, kwa kutuletea mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari seku, ambayo imenipa nafasi ya pili tena ya kuendelea na masomo yangu. Tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani. Lengo la maamuzi haya ni kutoa fursa pana kwa watoto wa Kitanzania kuweza kuendelea na elimu. Tumedhamiria. Tunaboresha elimu yetu.